Marekani imetangaza vikwazo vipya vinavyolenga makampuni mawili makubwa zaidi ya mafuta nchini Urusi ya Rosneft na Lukoil, katika juhudi za kushinikiza Urusi kufanya mazungumzo ya makubaliano ya amani nchini Ukraine. Kila wakati ninapozungumza na Vladimir ninakuwa na mazungumzo mazuri na kisha hawaendi popote, rais Donald Trump alisema baada ya mkutano na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kujadili mazungumzo ya amani. Tangazo la vikwazo hivyo limekuja siku moja baada ya Trump kusema kuwa mkutano uliopangwa kufanyika na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Budapesti nchini Hungary utasitishwa kwa muda usiojulikana. Mapema Jumatano, Urusi ilitekeleza mashambulizi makali ya mabomu dhidi ya Ukraini yaliyoua takriban watu saba wakiwemo watoto. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bensetti alisema vikwazo hivyo vipya vinahitajika kutokana na kukataa kwa Putin kumaliza vita hivyo vya kipumbavu. Alisema makampuni haya ya mafuta yanafadhili vita ya Kremlin. Sasa ni wakati wa kukomesha mauaji na usitishaji mapigano mara moja, Benson alisema katika taarifa yake. Akizungumza pamoja na Rute katika ofisi ya Oval siku ya Jumatano, Trump alimkosoa Putin kwa kutokuwa na nia ya kuleta amani na kusema anatumai kwamba vikwazo hivyo vitasaidia kufanikiwa. Nilihisi ni wakati, tulisubiri kwa muda mrefu, Trump alisema.